Tendo zima la kukutana na mwenza wako da ise, ni raha ani wa, hiyo ni raha sana, kusema tu ukweli, ni raha sana, sana, sana sana. Lakini sasa kwa sisi wanawake, hii kitu ya kukutana na mwenza wako inaweza ikawa moja ya sababu ya wewe kupata maharufu mabaya ukeni kila siku, madischarge ambayo hayaeleweki, miwasho ambayo hauelewi inatokea wapi, yaani ukiwako unakuwa shagala bagala unakuta sababu kubwa ni wewe kukutana na mwenza wako, na sababu sio tu kukutana na mwenza wako hapana. Sababu kubwa inakuwa ni wewe kutokujua vitu vya kufanya wakati unakutana na mwenza wako, baada ya kukutana na mwenza wako, ili uweze kuilinda pH ya uke wako. Hivyo basi, leo nitakuorodheshia mambo matano muhimu ambayo unatakiwa uyazingatie, wewe kama mwanamke, wakati unakutana na mwenza wako, baada ya kukutana na mwenza wako, ili uenjoy tendo na pia uinjoi uke wako, wewe kama mwanamke uache kulalamika kila siku, mimi maarufu, mimi mami washo, mimi manini, mimi manini. Okay, hii haijalishi mwenza wako ni mwaminifu au sio mwaminifu, haijalishi mwenza wako ni mgonjwa au sio mgonjwa. Hii inajalisha wewe unafanya nini baada ya kukutana au wakati unakutana na mwenza wako. So haya ni mambo matano muhimu ya kuyazingatia wewe kama mwanamke ili uweze kuenjoy tendo na pia uwache kabisa kupata harufu ya kisamaki huko kwa bibi. Kabla tujaanza, hizi product ambazo nimeshika hapa wapenzi, ni mafuta pamoja na scrub ambazo zinasaidia kuondoa vipele na weusi kwa bibi, makwapani na katikati ya mapaja. Kwa hiyo wewe kama unaendaga kunyoa halafu unatokea vipele, unaendaga kunyoa, unakuwa unaenda kunyoa, unakuwa mweusi hivi, unashindwa kuvaa vivesti vyako kama hivi eti kwa sababu kikwapa kinakuwa kina vipele na kina weusi. Basi hizi products ndo products sahihi za kutumia wapenzi, zimesaidia watu wengi sana na wewe pia zinaweza zikakusaidia. Hii ni mafuta na hii hapa ni scrub. Jinsi ya kutumia ni rahisi sana, unakuwa unaanza kupaka hii scrub kwanza, halafu unaosha Baadaye unakuja kutumia haya mafuta yake, ni nzuri sana wapenzi. Kwa yote ambaye atakuwa anahitaji, unaweza kupiga simu kupitia namba ambazo unaziona hapo hivyo kwenye skrini yako, na utajipatia popote ulipo hapa Tanzania. Kama tunavyojua pH ya uke wako wapenzi, ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe balanced. Kikienda out of balance, ndo pale ambapo unaanza kupata magonjwa, unaanza kupata harufu mbaya na matatizo mbalimbali ya uke wako. So, jinsi ya kuitunza hii pH wakati wa tendo na baada ya tendo la ndoa, ili uweze kuepukana na matatizo mbalimbali ya uke wako haya ndiyo mambo matano muhimu ambayo unatakiwa uyazingatie, dada. Okay, sikiliza kwa makini. Kitu cha kwanza kabisa wapenzi, embu jaribu kupishanisha hizo session zako za kukutana na mwenza wako, sio back to back. Asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni, my dear, my dear, hiyo inaweza ikawa ni moja ya sababu. I'm not saying msi asubuhi mchana jioni msi, asubuhi mchana jioni, hapana. Ninachosema mimi ni kwamba inaweza ikawa ni moja ya sababu ya kudistrupt pH ya uke wako. Upe uke wako mudo, wako upe wako muda wa kuweza ku -clear out, au kuwatoa wale bakteria ambao wanapatikana baada ya kukutana na mwenza wako, kwa sababu unapofanya back to back, back, -to -back asubuhi mchana jioni you, unafanya uke wako unakuwa na bakteria build up nyingi, na inaweza ikawa moja ya sababu, inaweza ikawa moja ya sababu, inaweza ikawa moja ya sababu — sijui tunaelewana wapenzi? Inaweza ikawa moja ya sababu ya wewe kuja kuharibu pH ya uke wako na kuweza kupata harufu mbaya hapo baadaye. Kwa hiyo kama unaweza kupishanisha session zako za kukutana na mwenza wako, inakuwa ni vizuri zaidi, tofauti na mtu ambaye anakuwa anafanya hizi session zake back to back, asubuhi, mchana, jioni. No, asubuhi, asubuhi, asubuhi, mchana, mchana, mchana, jioni, jioni, jioni. okay? Sijasema usifanye asubuhi asubuhi asubuhi mchana mchana. Aa, hii ni kwa yoyote ambaye harufu inamsumbua baada ya kukutana na mwenza wake. Sijui tumeelewana. Na jambo la pili wapenzi, ni kuwa makini na mate. Kama ilivyosema mwanzoni, tendo ni zuri, tendo ni raha, tendo ni tamu, right? Lakini swala zima la kutumia mate wakati wa tendo iwe kwa mdomo wako iwe kwa mdomo wake iwe kwa midomo yenu kwa pamoja, hichi kitu kinaweza kikawa moja ya sababu ya kutoa uke wako kwenye pH yake ya kawaida na kuenda kuiharibu na kusababisha baadaye uweze kupata harufu mbaya. Lakini hii si kwa kila mtu, na kama wewe huwa haikutokei namna hii usiju ukasema, oh, Dija alisema usinekee. Mi sijasema hivyo. Nimesema kwa mtu yeyote ambaye anasumbuliwa na tatizo hili la kuwa na harufu mbaya baada ya kukutana na mwenza wake, kuwa makini na matumizi ya mate, kwa sababu mate inaweza ikawa ni moja kati ya foreign things. Nikisema foreign things, namaanisha ni kitu kipya kwenye uke wako. Kumbuka uke wetu kuna discharge ambazo zipo, kuna vitu ambavyo viko tayari kupokelewa na uke wako. Kwa hiyo mate sio kitu ambacho kimewekwa tayari kwa ajili ya kupokelewa na uke wako. Kwa hiyo inapoenda kwenye uke wako, wapenzi, inaweza ikaifanya iyo disrupted na ikabadilisha pH ya uke wako, na hivyo baadaye kupelekea kupata harufu mbaya. Na jambo la tatu, wapenzi Kama haumwamini baba chanja, kama haumwamini mwenza wako, kama haumwamini huyo mwanaume unayekutana naye, au hao wanaume unaokutana nao, maana siwezi nikakupangia kama haumwamini my dear, tumia kinga. hmm? tumia kinga Hakuna njia nyingine ambayo itakusaidia kubalance pH ya uke wako kwa mtu ambaye haumwamini zaidi ya kutumia kinga. Lakini wakati unatumia kinga, wapenzi, hakikisha unachagua kinga ambazo hazina artificial scents, ambazo hazina harufu kali maana harufu kali na zenyewe zinaweza zikawa sababu ya kutoa uke wako kwenye pH balance. Kwa hiyo unatumia kinga, lakini unahakikisha kinga ambayo unatumia inakuwa haina maharufu makali, sijui maarufu ya pipi, maarufu ya mint, maarufu ya ni a a. Uh-uh. Unahitaji tu kinga so, rufu, rufu okay? kwa ajili ya kujikinga na ni so mambo ya harufu harufu hayo hayatakiwi. Kwa hiyo tafuta kinga ambayo inaendana na hivyo vigezo na utaweza kuepukana kabisa na kupata harufu mbaya kwenye uke wako. Kitu cha nne, wapenzi, hakikisha baada wa ya kukutana na mwenza wako, achana kabisa na kuweka vitu vingine humo ndani kwenye uke wako. Kwa mfano, umetoka kukutana na mwenza wako, hapo hapo unamaliza unaenda kuvaa tampon, ile za kuingiza huko ndani, kwa ajili ya kuzuia labda damu or anything unamaliza tu kutana na mwenza wako unaenda kuingiza tampon, au unamaliza tu kutana na mwenza wako unaenda kufanya yoni steaming ili una, unaenda kabisa unakalia mvuke, au unamaliza kutana na mwenza wako unaenda kufanya kitu chochote ambacho kinahusisha kuingiza kitu chochote kule cool ndani kwenye uke wako, wakati bado uke wako haujarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hakikisha unapomaliza kutana na mwenza wako una avoid au unaachana kabisa na kuingiza vitu ambavyo ni foreign tena kwenye uke wako, mpaka muda fulani upite, kwa mfano masaa 48 au masaa 72. Okay, kwa hiyo usiende ukakalia kwenye mvuke hapo hapo, usiende hapo hapo ukaanza kuingiza vitu kwenye uke wako, usiende hapo hapo ukaanza kufanya nini kwenye uke wako wakati ndio umetoka kukutana na mwenza wako. Hapo itaweza kusaidia kubalance pH yako vizuri kwa kusubiri muda fulani kabla ya kuanza kufanya chochote kile kwenye uke wako. Na kitu cha mwisho wa penzi ni hakikisha unakunywa maji vizuri baada ya kukutana na mume wako, kwa sababu maji yatasaidia mwili wako ku cleanse naturally, yani kujisafisha naturally. Na kujisafisha huku kunahusisha vitu vingi, mpaka kule kwa bibi kunakuwa kunajisafisha kwenyewe kama tunavyojua. Kwa bibi siatuingizaji sabuni kule ndani okay. Kama mtu ajui ni kwamba kwa bibi hatuingizi sabuni kule ndani kwa sababu panajisafisha penyewe. Kwa hiyo huku kujisafisha sasa kunatakiwa kuwe supported na wewe kunywa maji, wewe kukaa hydrated, na wewe kuwa na maji mwilini vizuri muda wote. Kwa hiyo hakikisha unakunywa maji mengi wapenzi, ili uweze kusaidia mwili wako uweze kufanya hiyo process vizuri zaidi na kuweza kuhakikisha pH ya uke wako inabaki balanced, na unakuwa hauna maharufu mabaya hapo kwenye uke wako. Sisi wanawake bana, maumbile yetu yana vitu vingi vingi sana lakini mwenza wako anaweza akawa sababu kubwa ya wewe kupata harufu mbaya ukeni au kubaki na harufu stable. Na kama tunavyojua bana, siku hizi wenza wetu ayeyeye. So kuamini right? So Hizi product ambazo nimeshika hapa wapenzi, ni mafuta pamoja na scrub ambazo zinasaidia kuondoa vipele na weusi kwa bibi makwapani na katikati ya mapaja. Kwa hiyo wewe kama unaendaga kunyoa halafu unatokea vipele, unaendaga kunyoa unakuwa mweusi, unaenda kunyoa unakuwa hivi, unashindwa kuvaa vivesti vyako kama hivi eti, kwa sababu ukinanywa kikwapa kinakuwa kina na kina vipele na kinaweusi, basi hizi products ndo products sahihi za kutumia wapenzi, zimesaidia watu wengi sana, na wewe pia zinaweza zikakusaidia. Hii ni mafuta na hii hapa ni scrub. Jinsi ya kutumia ni rahisi sana, unakuwa unaanza kupaka hii scrub kwanza, halafu unaosha baadaye unakuja kutumia haya mafuta yake, ni nzuri sana wapenzi. Kwa yote ambaye atakuwa anahitaji, unaweza kupiga simu kupitia namba ambazo unaziona hapo hivyo kwenye skrini yako, na utajipatia popote ulipo hapa Tanzania.